wakiwa rongozana hivyo na Deborah Fernandez mavambo ambaye anaanza katika mchezo huu, furaha kwa Simba, mashabiki wa Simba ni furaha mno. Fabrice Luomba Ngoma Ngoma, Fabrice Luomba, tazama jana huwa wanaake ilikwenda ile ikaenda kuchezwa kichwa kile na Fabrice Luamba, nini waseme ulalamike nini? Pengine kwa Shomari Lawi, kipi ambacho anataka Singida Black Stars? Tazama, ulikwenda mpira katika kichwa kile cha Fabrice Luamba, alisafiri vyema, mlinda mlango amechacha, Bonifasi Mnata, lakini haikuwa bahati kwake kwenda kucheza ile mpira. Ulikuwa mrefu mno, ukaenda kwenye kichwa cha Fabrice Luamba.